Katika Chalinze hii ambayo ilitupa kula asilimia 82 ukaweza kuongoza shughuli za kimaendeleo. Wananchi hao wakipelekewa maboksi watuchague, sina hakika sana kama tatupa kula hata asilimia 40. Lakini sababu kubwa ya haya yote ni maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka 2003 mradi huu ulianza. Nataka kidogo nikueleze ili uelewe kwa nini watu wa Chalinze wamefikia sehemu hiyo. Mwaka elfu mbili na tatu mradi huu ulianza. Awamu ya kwanza kama unavyojua, katika mradi hapa ndipo ulipoanzia na baada ya hapo, shughuli ya kusambaza maji katika vijiji ishirini vya mwanzo ulianza. Baada ya kuweza kufikisha maji katika maeneo yote hayo, mabadiliko na mahitaji ya maendeleo katika wananchi yalilazimisha shughuli za kiserikali kuongezeka, pia kwa maana vijiji navyo vikaongezeka lakini sio hilo tu, vitongoji navyo sasa vikaongezeka. Lakini katika awamu ya pili ya mradi wa maji Chalinze, ilikuwa maji haya natakiwa yapite katika baadhi ya vitongoji. Shughuli hiyo ilifanyika vizuri ya kwamba ikakamilika mwaka elfu mbili na kumi na nne. Nilipokuwa nimechaguliwa kuwa mbunge, wananchi wa Chalinze, katika moja ya mambo ambao waliniomba nikawasaidia nikuhakikisha kwamba awamu ya pili ya maji ya Chalinze inakamilika tuliweza kuifanya shughuli hiyo mimi na wenzangu wa Chaliwasa, lakini pia mpaka tunafika mwaka 2015 wakati tunaingia kwenye uchaguzi mwingine shughuli ile ilikuwa imekamilika kwa asilimia 90. Tulipoingia mwaka 2016 na 2017, mradi wa Chalinze katika maana ya awamu ya tatu uliingia katika utekelezaji wake. Lakini wewe mwenyewe umeaona wananchi wa Chalinze, Mheshimiwa waziri mkuu, hawana mtu mwingine wa kulilia isipokuwa ni wewe na serikali ya chama cha mapinduzi. Walinichagua mimi mwaka 2015, lakini pia walinichagua mimi mwaka 2014, wakiamini kwamba Ridhiwani Kikwete, kwa jina langu, kwa heshima yangu, kwa heshima wazee wangu, kwa heshima ya chama changu, kwamba sasa nakwenda kutatua tatizo kubwa ambalo wao wamekuwa nalilia tokea uhuru wa Tanzania nchi yetu, mheshimiwa waziri mkuu ilipata uhuru ili wananchi wajitegemee. Lakini wananchi hawa Chalinze waliochagua Chama cha Mapinduzi na wameendelea kujamini Chama cha Mapinduzi kwa sababu kubwa tu wanaamini kwamba Chama cha Mapinduzi hicho ambacho kinaweza kutetea na kutatua kero zote zinazowakabili. Lakini pamoja na hayo, mheshimiwa waziri mkuu, matarajio ya Watanzania hawa yanatokana na ukweli kwamba wamechagua serikali ambayo msingi wake mkubwa ni kazi shauri ya wilaya ya Chalinze kupitia mheshimiwa mbunge, mradi huu umelalamikiwa kwa muda mrefu na mbunge kutoka ngazi ya bunge, lakini pia hata juzi alipokuwa Dodoma ameulalamikia. Siku mbili zilizopita hapa nimeona kwenye gazeti akiendelea kulalamika tena, maanake sauti hiyo ni sauti ya wananchi na lazima isikiliza analazimika kuahirisha ziara nyingine zote ili kuja Chalinze kuona kinachoendelea mradi huu. Serikali yetu imeandaa miradi mingi ya maji ili kuendana na, na matakwa ya sera ya maji ya kutoa huduma za maji kwenye vijiji vyote na kutaka wananchi wapate huduma ya maji kwa umbali usiozidi mita Serikali imetenga fedha kutosha kwenye bajeti ambayo inaishia mwezi Juni, ili miradi mbalimbali ya maji tekelezwe kwenye vijiji na maeneo ya miji. Mradi huu umetengewa fedha nyingi kwenye awamu ya tatu. Tunajua mradi huu ulianza awamu ya kwanza na ya pili, na kwa namna ambavyo nimepata taarifa kupitia mkuu wa mkoa lakini pia mkurugenzi wa Chaliwasa ameonyesha jitihada kubwa ambazo zimefanywa kwenye awamu ya kwanza na pili, idadi yani ya vijiji ambavyo tayari zimepata huduma, lakini mkakati ambao unapelekea kuongeza idadi ikiwemo na kukamilika kwa mradi huu kazi wa awamu ya tatu. Wao waendelee na kazi waongeze spidi, kama watatushawishi kwa spidi yao na hasa ushawishi wake wametufikisha kwenye asilimia ile nilioisema sabini na tano mpaka themanini tunaweza kuwafikiria kwa namna nyingine, lakini zile passport hatutawarudishia mpaka wamalize miradi yetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, waendelee na utaratibu wako kuhakikisha kwamba hawa wanafanya kazi kwa spidi kwa siku hizi ambazo tumewapa, na kwa kuwa kibali cha kuondoa tunacho, tutawapelekea tu wao kama hawatakamilisha matakwa eh, yetu ambayo sisi tunataka hata kazi ambayo ameanza ya kulaza magomba kwenye umbali wa kilomita elfu moja mia moja thelathini na nane yameenda, ameenda kilomita 148 b 8 kulaza magomba. Ani, nimekuta magomba yako Chalinze yamelala. Inawezekana huko ambako baadae nitapita huku itakuwa mengi.